Bwana Yesu, namkabidhi kijana huyu mikononi mwako. Bwana Yesu, naamini wewe ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu, yoyote yule ambaye yuko nyuma ya mapenzi yako Bwana Yesu, naomba udili naye, pambana naye Bwana Yesu. Bwana Yesu, mzingile huyu kijana na nyumba yake na chumba chake. Bwana Yesu, msimamie katika kazi zake, apambane kwa mapenzi yako, mtenganishie na vishawishi vyote ambavyo vipo kwa vijana wote Bwana Yesu, nakuachia kijana huyu mikononi mwako Bwana Yesu, ichichumba tawala. Bwana Yesu, mzingile kwenye mapenzi yako Bwana Yesu. Baba, hatuna kumkimbilia zaidi yako wewe, naomba umpe moyo utakaso Bwana Yesu. Damu yako safi ambayo uliimwaga msalabani kwa ajili yetu sisi, Bwana Yesu, naomba imsafishe huyu kijana kuanzia leo na siku zake zote za maisha yake Bwana Yesu. Namweka mikononi mwako. Samani, mtumishi. <laughs> Shindwa pepo mchafu. Bwana Yesu asifiwe sana fundi. Milele amina, dadangu. Karibu sana. Nashukuru. Samani fundi, apoteze muda wako kidogo. Naitwa Tamali. Ni mtumishi wa kanisa hapo TIG. Nakukaribisha sana tuna kongamano kubwa ambalo litaanza Jumatano mpaka Jumapili. Tunakukaribisha wewe, rafiki zako, ndugu zako, kama una mtu yoyote wa karibu unaweza kumkaribisha, wagonjwa, watu wasiojiweza. Kwa hiyo tunakukaribisha sana, na pia ile kanisa tunajumuika na vitu vingi sana, tunapokea vijana, watu wanaotaka kujifunza kiroho. Kwa hiyo ningependa ukaribie basi sawa dadangu, mi nikutoe wasiwasi kwangu. Mimi ushanipata na ulivyosema, na familia yako na nini, dadangu, sijabarikiwa bado kuwa na familia, lakini laiti ningekuwa na familia ningekuwa na wabeba wote mpaka kanisani. Amina, nimefurahi kusikia hivyo. Kwa hiyo nakuomba sana, kakaangu, usikose na uwakaribishe wengine pia, kwa sababu tumetumwa duniani kwa ajili ya kutimiza ambayo Mwenyezi Mungu ameandika, na mimi na wewe tumeumbwa kwa ajili ya kufanya vile ambavyo Mungu anataka. Mimi leo nimepata kalama ya kuja kuongea na wewe na wengine. Na wewe kesho Mwenyezi Mungu atakupa kalama ya kuongea na watu wengine ukazidi kukaribisha watu. Na naamini Mungu ni mama kwako kwa, kwa sababu kuna watu saizi wako hospitalini wanaumwa. Hawezi hata kunyanyuka lakini wewe leo Mungu akupa kibali cha kunyanyuka kuja kazini ambacho unatafuta riziki. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nakuomba sana usikilize haya ninayokuambia. Ha, basi dadangu, haina shida. Mimi nimekuelewa kama nilivyokwambia, kwa sababu watu wengi wamepita hapa, lakini walikosa neno la busara la kunishawishi kama maneno yako. Unajua mdomo wako, macho yako yanaendana na maneno ambayo unayatoa. Yaani inaonekana mm, ni mtu fulani mstaarabu, unajua jinsi ya kufikisha mtu ujumbe. Kwa hiyo haina shida dadangu. Mimi ushanipata, nitakuja. Amina. Eh. Hey. Nashukuru sana. Okay. Ni Nimefurahi sana kusikia hivyo. Na nikikuwa na nitafurahi pia. Amina. Sawa basi, niskwache hivi hivi tufanye maombi kidogo ili Mwenyezi Mungu awe nawe. Ah, sasa, so, haina shida. Haina shida. Baba katika jina la Yesu Kristo, nakukabidhi kijana huyu mikononi mwako. Kwa sifa na utukufu wa jina lako. Baba naomba utawale katika biashara yake na familia yake. Haya ndiyo niliokuja kumwambia leo, asiatupe akayashike na atendee kazi. Katika jina la Yesu Kristo, umtendee neema umzingire kila kona ya pembe zake. Umtawale Bwana Yesu. Bwana Yesu, naamini wewe ndio kila kitu kwake. Hakuna kitu kingine ambacho wanaweza kutegemea, hata kama sijui nyuma yake. Bwana Yesu, naomba usimame naye kuanzia leo, umteketeze maadui wote waliokuwa nao, katika jina la Yesu Kristo. Naomba yote haya kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina, amina. Tayari eh? Basi dadangu, mimi nashukuru kwa huduma yako. Na mimi leo kweli ilikuwa ni siku njema kwa sababu nimeanza hata tokea asubuhi nimeokota okota nikajua kabisa leo kuna jambo na kweli Mungu katenda. Basi dangu, mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Kwa sababu hili ni eneo la kazi. Lakini uwezi jua na pale nyumbani ninapokaa wenda nikaa na maadui au kukaa na madudu madudu pale ndani, mimi ngawa sijui. Ninyi watu ambao mna macho ya kiroho ni wepesi sana kufanya huduma hii. Mimi nilikuwa naomba uje mpaka nyumbani unifanyie huduma hii. Uenda naweza nikaikimbiza ile mikosi hapa pale nyumbani. Hilo halina shida kwa sababu Mwenyezi Mungu ametugia hii karama, tuisambaze popote duniani. Haijalishi chini ya miti, kwenye miba, kwenye matope, baharini, popote pale, tutatembea kusambaza neno la Mungu. Kwa hiyo kuhusu kuja nyumbani kwako kufanya maombi, ilo halina shida. Mwenyezi Mungu tuatujalie uzima, tutakapopata wasaa, amna shida. Aise Mungu ni Mwema. Nashukuru. Nashukuru sana dada. Aya nashukuru. Nikuache. Hamna viatu nyumbani hivi na nani nani nikupe ofa nikushonee. Nashukuru. Sina. Nikiwa navyo nitakuletea. Basi sawa, karibu sana. Amina. Mwenyezi Mungu awe na wewe. Na wewe na kwako pia. Eh, hii leo ni neema kwa kweli. Huyu mtoto mzuri kimemshawishi nini kuingia kwenye banda kama hili? Bwana Mungu wangu nimekukimbilia wewe, uniokoe na wote sasa. Nazani umelisikia vizu vizuri neno la Bwana. Nimesikia vizuri sana. Tunaingia kwenye maombi. Sawa. Bwana Yesu, namkabidhi kijana huyu mikononi mwako. Bwana Yesu, naamini wewe ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu, yoyote yule ambaye yuko nyuma ya mapenzi yako Bwana Yesu, naomba ujili naye, pambana naye Bwana Yesu. Bwana Yesu, mzingile huyu kijana na nyumba yake na chumba chake Bwana Yesu, msimamie katika kazi zake, apambane kwa mapenzi yako, mtenganishie na vishawishi vyote ambavyo vipo kwa vijana wote. Bwana Yesu, nakuachia kijana huyu mikononi mwako Bwana Yesu, hichi chumba tawala. Bwana Yesu tawala, Yesu mzingile kwenye mapenzi yako Bwana Yesu. Baba hatuna wa kumkimbilia zaidi yako wewe, naomba umpe moyo utakaso, Bwana Yesu. Damu yako safi ambayo uliimwaga msalabani kwa ajili yetu sisi, Bwana Yesu, naomba imsafishe huyu kijana kuanzia leo na siku zake zote za maisha yake Bwana Yesu, namweka mikononi mwako Samani, mtumishi <laughs> Shindwa, pepo mchafu! Ndugu yangu, nakwambia anakuhubiria neno wewe wewe wewe mimi mimi. Basi naelewa hata anachokiongea. Sasa kweli bwana kaniletea kitu. Eh? Ndugu yangu. Ujana wangu wote na na na kukwambia sitaki mwanamke kwa kwa nini nini lakini kwa yule. Lazima nifanye jambo. Jamaa, wewe na kujua kwa, kwa mambo yako wewe. Niambie. Ndio hivyo.

Ndo hivyo ndugu yangu, ameshatokea, sina jinsi, ila namwomba sana Mwenyezi Mungu anipe msimamo, nisimame kwenye imani yangu, nisije nikatetereka, nikamkosa, nisije nikamkosa Mwenyezi Mungu, nikakosa hofu ya Mwenyezi Mungu. Hilo tu ndio ninaloiona kwa sasa, kwa sababu sikutegemea. Ndo hivyo. So siku nyingine tena utoka hapo, mtu anakushawishi njoo njoo huku, na wewe tena una, una. Unajipeleka. Hilo ndo funzo, sijui umeelewa. Siwezi, siwezi, naomba sana damu ya Yesu inifuniki kwa kweli. Aya unaenda jioni kwenye ibada, mimi ntaangalia mwanzo Haya, e, ngoja mimi kajiandaa nikajiandaandaa hapa niende kwenye, kwenye ibada, maana na saa tisa sasa hivi muda unakaribia. Haya, karibu. Haya, Mungu akipenda safari njema, kesho uende kwenye ibada kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Samani mzumishi, samani mara moja nakuomba tafadhali. Samani najua nilikukwaza, lakini mimi ni binadamu A, kuja kwangu ulikuwa ni nia njema tu, lakini mimi ni shetani ambaye alinipitia kwao. Nimekusubiri hapo kwa muda mrefu ili upite niweze kukuomba samani. Naomba unisamehe. Nimesha kusamehe, lakini nikwambie kitu, mimi nilikuja kwako kwa lengo zuri, sikuja kwa malengo ambayo wewe uliyapanga. Na kuomba, kama kweli umeomba msamaha kutoka moyoni, mimi nimekusamehe, sina kinyongo na wewe. Naomba acha na hizo tabia, hizo sio tabia nzuri, hazimvutii mtu yoyote yule na kuomba sana Mkabidhi Bwana Yesu maisha yako. Sawa, ina shida na kwaidalitojirudia tena. Haya, mimi nashukuru. Kwa heri.

Kwa hiyo ndo hivyo dada hivi. hmm. hmm. Ruba mdogo wangu ni mara ah, ngapi unaniletea habari ya, ya ndoa alafu eh, hizo ndoa zenyewe hata zikamiliki kweli mdogo wangu eh? Sasa <laughs> dada Najua utofauti uko wapi? hmm. Wale wa mwanzo ambao walikuwa wanakutambulisha ni watu ambao walikuwa hawajui uhalisia wa maisha yangu kuanzia kazi na kila kitu. Yaani wengi utakuta wanakubaliana na mimi lakini mwisho wa siku wanapokuja kujua kazi yenyewe na shona viatu ile yenye mia mbili mia mbili nakuta mwisho wa siku wanaishia kuniacha. Lakini sasa huyu ni mtu wa Mungu kabisa na ni mtu ambaye anajua mpaka mazingira yangu ya kazi. Amekuja pala ameona nafanya kazi gani. Umeshamwambia na yeye mwenyewe akakubali? Uh, kiukweli hapana, lakini kwa jinsi anavyoonekana ni mtu ambaye ana shida na hilo. Yaani mimi ni, ni, ni, ni kauli yangu tu kwamba bwana, mimi nakuhitaji uwe mke wangu, ni hilo tu wewe kwa kumwangalia kwako, kwa wewe mwenyewe umeona kwamba hana shida, lakini unaweza ukampelekea hiyo taarifa ya kwamba mimi na wewe nataka tuishi wote. Akikataa utakuja tena kunitambulisha mtu mwingine. <sighs> Hilo kwa kweli yani sidhani kama ni tatizo, kwa sababu mimi najiamini mimi ni mwanaume Nitaongea naye atanielewa tu, nitatumia mbinu yoyote ile. Kwa hiyo mpaka mimi kuja kwako kuja kukuelekeza ili jambo, yani nimejiamini kwa asilimia zote kuhusu hilo, wala alitonisumbua. Kwa hiyo umeshajiamini kabisa kwamba atakubali asilimia mia? Mdogo wangu kabisa. Lakini ukumbuke mdogo wangu umenitambulisha ndoa nyingi alafu azikamiliki. Eh, ni kweli, lakini kama nilivyokwambia wale, si unajua ni watoto wa mjini ni masharobaro wale, wanapenda maisha mazuri. Oh, uh, uh, huyu una uhakika? Ah, huyu ni mtu wa Mungu, dada, huyu ni mtu wa Mungu. Hata hivyo hata sishangae siku napita hapa, mdogo wako, nimevaa suti naenda kanisani. Eh haya, mdogo wangu, mimi nakuombea dua tu, ile jambo la heri, eh, nitafurahi sana maana sasa nitambulisha wengi sana. Ah, huyu huyu sasa ndio ifi yako wa ukweli sasa huyu <laughs> Haya, ni wewe mwenyewe, kama umeamini, kama atakubali nini, haina shida yeah. mkishakubaliana tutakaa, tutaelewana, tutapanga habari ya ndoa, haina shida dadangu, haina shida, wewe jiandae tu haya. Shamla shamla nini, nitafurahi e, <laughs> kupata wiki. Haya sawa, basi dadangu, haina shida.